wa habari kwa majina yangu naitwa ya Rioba Ramadhani Mdoe, mwakilishi wa wananchi wa kata ya Baga. Kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo wananchi wa kata ya Baga wameniamini, lakini pia napenda kumshukuru mwenyekiti wa halmashauri, mheshimiwa diwani wa kata ya Mbuzii, Mheshimiwa Christian Kika kwa kuniamini na kuniweka kwenye kamati. Nitawakilisha vizuri wananchi wa kata ya Baga lakini pia nitaiwakilisha vizuri kwa kushirikiana na madiwani wenzangu kwenye kamati ambayo nimepangwa. Hebu niambie, kwenye kata yako najua kama kuna changamoto labda yeah. Vipombele vyako ni nini kwenye kwenye kata yako? Asante sana ndugu mwandishi wa habari, kwenye kata yangu ziko changamoto nyingi, lakini changamoto ambayo ni kubwa na ni sumbufu katika kata yangu ni changamoto ya maji. Nitashirikiana na wananchi nitashirikiana na wadau wa maendeleo katika kata yangu, lakini pia nitashirikiana na halmashauri pamoja na mheshimiwa mbunge kuhakikisha wananchi wa kata ya Baga kwa kipindi cha miaka hii mitano wanakwenda kupata maji safi na salama. Okay, majinako tena. Kwa majina yangu ninaitwa Rioba Ramadhani Mdoe, ni diwani mteule wa kata ya Baga.